Watazamaji ni Jumatano ya tarehe 12 mwezi Novemba mwaka 2025. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo na karibu kwenye runinga ya Alshifa. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook at Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Ujambo na karibu, Etwa Yasir. Mtazamaji, tuanze na taarifa kuu, ambapo viongozi wa vuguvugu vugu la Voices for Gaza wameendelea na kampeni ya kuchangisha fedha ili kutoa msaada kwa waathiriwa wa machafuko ambayo yanaendelea kwa miaka kadhaa sasa. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Ahmed Sharif, viongozi hao wameitaka jamii kushirikiana kwa umoja na moyo wa utu ili kupata suluhisho la kudumu, hususan katika suala la huduma za matibabu kwa walioathirika. Mwanahabari wetu Joseph Lewa na kina cha taarifa hiyo to, to viongozi wa vuguvugu Vugu la Voice for Gaza wameendeleza kampeni za kuhamasisha jamii kutoa msaada kwa ajili walioathirika katika vita nchini Palestina. Wakizungumza hapa jijini Mombasa, wakiongozwa na Ahmed Sharif ambaye ni mwenyekiti wao ametaka jamii kususia bidhaa ambazo zinaambatana na kuunga mkono mauaji ya raia nchini Palestina ili kukomesha maovu hayo. So far in Gaza

Hadi kufikia sasa watu wapatao elfu sabini wamefariki, ambapo inadaiwa miongoni mwa elfu ishirini ni watoto wadogo. Idadi ya watu waliopata majeruhi imefika laki moja na elfu hamsini wa huku wakihitaji matibabu ya muda mrefu kutokana na majeraha ambao wameyapata, kulingana na Sheikh Mudhar Kethami ambaye ni naibu mwenyekiti wa vuguvugu hilo Ameitaka jamii ya kimataifa kuleta amani bila kuegemea upande wowote wa, akielezea wasiwasi mkubwa kutokana na mauaji yanayoendelea kuongezeka. Tuwaambia zile nchi jirani, neighboring countries, wasiwafungie mipaka. Chakula chataka kupelekwa, chakula chataka kupelekwa, watu wako tayari twataka kufanya shamba ambayo litaleta mazao, mazao yale yatatoka, yatakuwa yata, yata ndio mchango wa kuwapelekea madawa watoto walio katika mikono miguu vichwa, kila aina ya sajari yatakikana. Hatutoweza kila, kila wiki kufanya michango, twataka kujimudu wenyewe, na tutafanya namna hiyo kushirikiana na watu wote. Kwa upande wake Sheikh Dhor ambaye ni katibu wa muungano huo, anasema wanapania kupanda miti zaidi ambayo itasaidia katika harakati za kuchangisha pesa, akirejelea mikutano ya michango ambayo wameweza kufanikisha hadi kufikia sasa uh, ya Ijumaa uh, kulikuwa na mchango ambao uh, tulifurahishwa sana, hususan kwa upande wa ndugu zetu wa kike. Kina mama walifanya kazi kubwa sana kwenye mchango ambao walioleta kwa siku ile ya Ijumaa ilikuwa ni karibu uh, milioni tisa na laki saba, milioni tisa na laki sita na palepale ikaongezwa ikafika mpaka mi, mi, milioni kumi, ambao hiyo ni siku ya jumaa peke yake. Uh, upande mwingine huku tukachanga ikafika ka, karibu milioni kumi na tano kwa siku ile ya jumaa, tarehe nane ndio siku ambayo tuliofanya uh, kwenda kwa njia ya amani, kwanzia uh, asubuhi saa mbili unusu tulianzia pale mapembeni na tukamalizikia Uh, Mama Gina Drive na hapo pia ili, ilifanywa eh, mchango na kwa jumla mpaka hivi sasa takriban tumeweza kupata karibu milioni ishirini na sita. Tuchukua nafasi hii kuwakumbusha wale ambao walifanya pledges eh, kwa sani zao, majina yao yako na uh, idadi ya pesa walizosema eh, tumesitia kwenye hesabu eh, hiyo hesabu itapungua ikiwa wale waliofanya pledges hawata uh, fulfill ile promise zao ambazo walizosema watatoa bat. Nikiripotia Ringal Shifa kutoka kaunti ya Mombasa naitwa Joseph Lewa mtazamaji tuelekee kaunti sufuri sufuri mbili ambapo wanaharakati katika kaunti hiyo wamekosoa vikali sheria mpya ya kudhibiti utumizi wa mitandao iliyotiwa saini na rais william ruto wakiongozwa na mwanaharakati wa kwale maria mbindo amesema kuwa sheria hiyo inalenga kuhujumu uhuru hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 mwanahabari wetu mwanaisha muhamed na taarifa hiyo wanaharakati hao wamedai kuwa sheria hiyo inalenga kuhujumu uhuru wa wakenya kutumia mitandao ya kijamii na kunyamazisha wakosoaji wa, wa serikali wakati tunapoelekea kipindi cha uchaguzi. Ile sheria sana, nikiangalia ni kama ambayo imebadilishwa ikafinyangwa kwa sababu ya kufeva maono ya watu fulani kuhusu ku, mambo ya kushinda kura na kura zinazokuja za 2027 manake lengo kuu la kubadilisha sheria ile haikuwa kwa sababu ya, male, kwa sababu ya wananchi bali ni kwa sababu ya watu wachache wetu katika nchi. Ngumza katika eneo la Kinondo kwenye warsha iliyoandaliwa na shirika la Peace Tree Network ya kuhamasisha vijana wa kike kuhusu usalama wa kutumia mitandao. Sheria zilitiwa sahihi haraka haraka, lakini kuna haja ya public participation. Wananchi wapewa wakati wa kuweza kutoa uh, maoni yao, kwa sababu zile sheria ziko ndizo, lakini sasa kukiona sauti ya mwananchi pale, ile sheria ndio itakuwa na nguvu zaidi. Kuna baadhi ya vipengee ambavyo vitakuwa vinagandamiza na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunazikuta kwamba zitakuwa zinadhulumu haki za kimsingi za kibinadamu, lakini kuna umuhimu zile sheria ziwepo lakini kuboreshwa zaidi ni kuweza kuwahusisha wadau wote. Sheria hiyo ina upungufu kwani wananchi hawakuhusishwa kwenye mchakato wa kutunga sheria hiyo. Tukiangalia vizuri research, 2 in every 3 women wanaface, um, gender based violence and this one of the ways yenye hii inafanyika is through online engagements and so as peace tree network tunaona kwanza ni muhimu beyond just teaching uh, the this, the the the young women kuhusiana na masuala ya political participation pia ni important ku recognize ya kwamba kuna a lot of um, online harassment yenye inafanyika cyber bullying yenye inafanyika Tumejifundisha vitu vingi sana ikiwemo njia zile sahihi na salama, za usalama ambazo naweza nikatumia social media. Social media najua mtu akiniharas gani, njia gani ambazo naweza nikazifuata kujitetea, vile vipengele ama zile nitawafuata ama ama zile ni vitu gani ambao nitawafuata kwenda ku report harassment ambayo itakuwa nimezipata pale kwenye social media. Haya yanajiri baada ya mahakama kusitisha utekelezaji wa marekebisho ya sheria hiyo ya utumizi mbaya wa kompyuta na uhalifu wa kimtandao. Nikiripotia runinga ya Al Shifaa kutoka kaunti ya Kwale, mimi ni Mwanaisha Mohammed. Mtazamaji, tukiachana na kaunti ya Kwale, tuingia katika kaunti sufuri sufuri tatu ambapo wakazi wa eneo la Msabaha katika kaunti hiyo wameachwa na simanzi baada ya msichana mwenye umri wa miaka 14 kuripotiwa kujitoa uhai kwa kujinyonga nyumbani kwao mnamo Jumatatu jioni. Kwa mujibu wa majirani, msichana huyo ambaye alikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi katika eneo hilo alionekana akiwa na hali ya huzuni siku chache kabla ya tukio hilo. Inadaiwa wazazi wake waliporudi nyumbani, walimkuta akiwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya nailoni ndani ya chumba chake. Mkuu wa kituo cha polisi cha Malindi alithibitisha tukio hilo na kusema kuwa mwili wa marehemu umepelekwa katika hifadhi ya maiti mjini Malindi kwa uchunguzi zaidi. Tukio hilo limezua mjadala mpana kuhusu afya ya akili miongoni mwa vijana katika kaunti hiyo huku wataalamu wakihimiza jamii kuondoa unyanyapaa unaozunguka masuala ya ushauri nasaha na msongo wa mawazo. Mtazamaji, tukisalia katika kaunti hiyo, ni kwamba baadhi ya wakazi kutoka eneo la Chakama, eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi, wanalalamikia kero ya kuvamiwa na ndovu wanaoendelea kuharibu mashamba yao. Wakazi hao wanasema wanyama hao kutoka hifadhi jirani wamekuwa wakiingia katika makazi na mashamba yao wakiharibu mazao kama mahindi, mihogo na maharagwe, hali ambayo wanasema inatishia usalama wa chakula katika eneo hilo. Wakazi hao sasa wameitaka shirika la huduma la wanyamapori KWS, kuchukua hatua za haraka kudhibiti wanyama hao, wakiofia huenda wakulima wengi wakakumbwa na njaa endapo hali hiyo itaendelea. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kaunti 003 ndipo tunapata mapumziko mafupi, lakini utarejea na habari za kimataifa na sporti. Usiende mbali. Mtazamaji, kumbuka anaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale: Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Na kimataifa, mtazamaji, ni kwamba Umoja wa Mataifa umetaka kufanyika uchunguzi huru na wa kina kuhusu vifo vya mamia ya watu wanaoaminika kuuawa wakati wa maandamano ya kupinga uchaguzi wenye utata nchini Tanzania. Mkuu wa kamishina ya haki za kibinadamu wa Umoja huo Volker Turk amesema kuna dalili za jaribio la kuficha ushahidi kufuatia madai kwamba polisi walikuwa wakiondoa miili kutoka vyumba vya maiti na kuisafirisha hadi maeneo yasiyojulikana. Turk imetaka serikali ya Tanzania kuruhusu familia za waathiriwa kuchukua miili ya wa wapendwa wao kwa ajili ya maziko kwa heshima. Haya najiri huku chama cha upinzani Chadema kimedai kuwa zaidi ya watu elfu mbili waliuawa katika kipindi cha siku tatu baada ya uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 huku serikali bado haijatoa takwimu rasmi ya vifo hivyo. Mtazamaji, tuelekee michezoni ambapo kaunti ya Kwale itakuwa wenyeji wa mashindano ya uendeshaji baiskeli ya Afrika ya Cycling African Champion, yani CAC yatakayofanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe 19 hadi 23 katika miji ya Diani na Kwale. Mwanahabari wetu Christopher Muriuki Kuza katika makao makuu ya kaunti hiyo. Gavana wa Kwale Fatuma Achani amewahakikishia wakaazi na wageni watakaozuru ndani ya kaunti hiyo wakati wa mashindano hayo kuondoa hofu kwa kuwa kaunti hiyo imejipanga katika maandalizi. Uh, kwanza mashindano ama hii uh, tafrija ambayo inakuja Kwale imeweza ku, ku, itaelezea dunia mzima kuhusu Kwale. Pili pia imeleta itakuwa imeleta biashara ama imeleta biashara katika kaunti hii naimani, wakati tafriji ikiendelea, uh, hoteli zetu zitakuwa zimepata watu vile vile, katika uh, masuala haya yote, kuna wale wafanyi biashara ambao watakuwa biashara zao zimepata nafasi na vilevile pia niwaulize wananchi. Achani amesema baadhi ya barabara zikiwemo za Lofta, Mvindeni, Absa, Kwale, Kombani na barabara kuu ya Mombasa Lungalunga zitafungwa kwa muda na pia kuondolewa kwa baadhi ya matuta ya barabara hizo. Kwa matumizi ya mashindano hayo na kuwataka wakazi kukumbatia mabadiliko hayo kwa muda katika hizi siku uh, tatu nne ambazo zitakuwa na hiyo tafrija, kuna masuala ambayo hayato hayatokuwa kikawaida. Kwa mfano, zile maeneo ambazo uh, hayo mashindano yatakuwa yanafanyika, kuna zile bumps ambazo kisheria lazima ziondolewe kwa huo muda. Kwa hivyo, kuna bumps, wananchi mkiona zimeondolewa, zimeondolewa kwa muda kwa sababu ya hiyo function function, na function ikiisha, bumps zitarudishwa vilevile. Vile pia kuna masaa ambayo barabara zitakuwa uh, zimebadilishwa kuna barabara ama alternative routes ambazo zitakuwa zimewekwa katika siku hizo ambazo mashindano yatakuwa yanafanyika. Kwa hivyo, pia wananchi mtuwie radhi wakati huo, tukubali, ili tuweze kuendelea kupata zile faida ambazo zitakuja na mashindano haya. Kwa upande wao, katibu mkuu wa idara ya michezo ya kitaifa Elijah Mwangi na afisa mkuu mtendaji wa muungano wa waendeshaji baiskeli nchini Kelvin Mwangi wamesema kuwa fursa hiyo ni mwafaka wa kaunti ya Kwale na itazidisha biashara katika hoteli za kitalii za Kwale na kuwataka wakenya wajitokeze kushuhudia mashindano yatakayojumuisha wa washiriki wa kike na kiume wenye umri kuanzia miaka 15 hadi hamsini amba wote tujitokeze kwa wingi uh, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi ambapo tutakuwa na ile eh, fainali Uh, tutakuwa tunaanzia sana sana pale Diani karibu na uh, Absa Bank na tutakuja kumalizia wakati eh, tunamalizia Jumamosi hapa uh, Kwale Town. Kuna yale michezo ambao tuko na team ambayo imekuwa selected na kuna ile fun uh, cycling uh, race. Kwa ile fun cycling race uh, ni ya kila mtu, kama uko na baiskeli kama hauna kuna watu ambao hapa watatupatia ukiwa na pesa kidogo hela kidogo utachangia, na utapewa baiskeli. Kuja kama umejiandaa kushiriki, tunataka kuona kwa wingi. Mchezo ambao utakuwa unajumuisha miaka kutoka kumi na tano hadi miaka hamsini na tutakuwa na tutakuwa na wachezaji wa kike na tutakuwa na wachezaji wa kiume. Nikiripotia runinga Alshifa, mimi ni Christopher Muriuki. Na mtazamaji, tuelekee ugaibuni ambapo tetesi kutoka Hispania zinasema klabu ya Barcelona ina mpango wa kumsajili forward wa Argentina Lionel Messi kwa mkopo wa miezi sita kutoka Inter Miami ya Marekani. Hivi juzi kuna ripoti kwamba Lionel Messi alionekana katika uwanja wa klabu hiyo Spotify Nou Camp ambapo atafunguliwa hivi karibuni. Hata hivyo, mkufunzi huyo wa timu hiyo Hansi Dieter Flick anatajwa kuwa haungi mkono kurejea kwa mshindi huyo wa Ballon d'Or mara nane na kiungo Manchester United Kobe Maino anaripotiwa kutaka kuondoka Old Trafford katika dirisha la usajili la Januari akiwa na nia dhati ya kujiunga na Real Madrid. Kwa mujibu wa ripoti kutoka jarida la Features, Maino amekuwa hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara katika kikosi cha mkufunzi Ruben Amorim. Klabu ya Arsenal itafungua mazungumzo ya mkataba mpya na kocha wa timu hiyo Michael Arteta ili kumwongezea mkataba mpya huku mkataba wake ukitarajiwa kukamilika ndani ya miezi 18 ijayo. Arteta alijiunga na The Gunners mwaka 2019 kutoka Manchester City alikokuwa chini ya meneja Pep Guardiola kama naibu wake. Wow. Na kwingineko ni kwamba kuna wasiwasi kwamba vilabu vikubwa barani Ulaya vinamfukuzia kinda wa Arsenal Lewis Miles Skelly mwenye umri wa miaka 18, ambaye hajakuwa chaguo la kwanza katika kikosi cha Michael Arteta. Skelly amekuwa akizorota kushiriki mechi kutokana na ushindani mkubwa kutoka kwa Ricardo Calafiori ambaye ameonyesha kiwango bora zaidi na klabu ya Manchester City wanatafuta mbadala wa kocha Pep Guardiola, ambaye anasemekana huenda akawa msimu wake wa mwisho na The Citizens, ambao wamekaa kwa zaidi ya miaka minane hadi sasa. Miongoni mwa wanafunzi waliorodheshwa ni Vincent Kompany ambaye anafundishwa klabu ya Bayern Munich nchini Ujerumani. Na klabu ya Barcelona inadaiwa kuandaa ofa ya euro milioni 50 ili kumnasa kiungo wa Liverpool Ryan Gravenberch mwezi Januari. Wakatalunya hao wanaamini dau hilo litatosha kuanzisha mazungumzo rasmi na klabu hiyo ya Uingereza na vilabu vya Arsenal, Liverpool na Juventus vinamfuatilia kwa karibu nyota wa PSG Vitinha ingawa huenda vikahitaji kulipa kiasi kubwa cha yuro milioni 130, ili kufanikisha usajili wake. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hizi, mhariri alikuwa ni Joseph Lewa, mwelekezi wangu ni Mwanaisha Mohamed, nyuma kamera ni Mejumaa Mdoe akishirikiana na monica Mweke. Naitwa Yasir Lewa, usiku.